Sasa tuko kwenye biashara za mtandaoni, huko kwenye mitandao kuna pesa nyingi sana kama utafanya mambo yako sawasawa, na hasa hasa suala kubwa ni la wateja. Ukiweza kuwa na wateja wengi, hiyo inakuwa ni nzuri sana kwa biashara yako ya mtandaoni. Sasa wengi wanafikiri ili kupata wateja wengi inabidi utumie mamilioni ya pesa kutangaza ili uweze kupata wateja. Sasa hiyo sio sawa. Kuna njia nyingine ambayo unaweza ukawa na wateja na wakakupa faida kubwa, hata kama sio wengi sana. Sasa kuna njia tatu au siri tatu ya jinsi ya kuweza kuwa na wateja ambao watakusaidia. Sasa kuwa nami mpaka mwisho, ili niweze kukuonyesha hizo njia tatu au siri tatu za kuwa na wateja ambao watakusaidia. Sasa kwenye kipindi hiki nitakueleza mbinu tatu za kijanja ambazo unazoweza kuzitumia na kumgeuza mteja wako awe ni shabiki zaidi ya kuwa mteja, na hii ndio siri ya mafanikio. Sasa nitakuelezea hapo baadaye hizo mbinu tatu ya awe shabiki wako. Sasa ngoja nikuelezee kwa undani swala la kupata mteja, na hapo baadaye tutaangalia jinsi ya kumshawishi mteja awe shabiki wako. Sasa kumpata mteja mmoja mpya ni gharama mara tano zaidi ya kumfanya mteja wako wa zamani anunue tena. Ni kweli, ni mara tano. Hebu fikiria, mtu ameshakupa pesa yake, amekuamini, halafu unamwacha aende. Ni kama umelima shamba, mmea umeanza kuota, halafu unauchoma moto na kwenda kuanza upya. Huu ni upuuzi na upotevu wa rasilimali. Maumivu ya kuinda wateja wapya kila siku ni ya kweli: uchovu, gharama za matangazo zinazopanda, na ushindani mkali kwenye Instagram na WhatsApp ni vitu vya kichizi, kwa kweli. Lakini vipi nikikwambia unaweza kulipua hii pressure? Kwamba unaweza kujenga jeshi lako la mashabiki waaminifu ambao sio tu wananunua kwako tena na tena bali wanaleta na marafiki zao. Hawa ndiyo mashabiki. Shabiki hanunui tu bidhaa, ananunua wewe, ananunua hadithi yako na anajiona kama sehemu ya safari yako. Leo nakupa funguo tatu za kufungua hazina hii. Hazihitaji bajeti kubwa, zinahitaji tu ubadilishe gia ya kichwani kutoka kwenye kuuza tu na kuanza kujenga uhusiano. Sasa tuingie kwenye siri tatu za kumgeuza mteja awe shabiki wako. Namba moja ni ufuatiliaji wa kijanja wenye thamani. Sasa hiki ni kitu gani? Hii siri ni rahisi mno, lakini asilimia karibu tisini ya wauzaji hawafanyi. Baada ya mteja kununua, ya mteja kununua usikae kimya hii ndio kosa kubwa linalowapoteza wateja wote. Siku moja au mbili baada ya kupokea mzigo wake, fanya kitu cha kijanja: mwandikie ujumbe huu rahisi kwenye WhatsApp, neno kwa neno. Hey bwana Mwambola, yaani ndio mteja mwenyewe. ni mimi kutoka eh, Tan Business Channel Online Television Asante kwa mara nyingine tena kwa kununua. Nilitaka tu kuhakikisha umepokea mzigo wako salama na umekipenda. Maoni yako ni kila kitu. Huyu ni muuzaji, hajali tu pesa yangu, anajali furaha yangu. Hebu jiweke kwenye viatu vya mteja. Umenunua saa. Muuzaji wa saa anakaa kimya, ana kimya baada ya kuuza Muuzaji B anakutumia ujumbe kama huu utanunua wapi tena bwana? Ni wazi. Ghafla uhusiano umebadilika. Huyu si muuzaji tu, ni kama mshikaji wako, na unajihisi unathaminiwa. Sasa ufuatiliaji huu ndiyo mbegu ya kwanza ya ushabiki. Hata kama kulikuwa na tatizo dogo kumuuliza kwako kunakupa nafasi ya kulitatua na kugeuza uzoefu mbaya kuwa wa kihistoria. Anza leo, weka alarm. Fanya hivi, kwa kila mteja lazima apate ujumbe wa ufuatiliaji ndani ya saa arobaini na nane. Na utaona maajabu yanajitokeza. Namba mbili ni, ku, ni, ni kuunda kitu kinaitwa inner cycle ya VIP. Sasa hiki ni kitu gani?